Wanaume wawili ambao ni madereva bodaboda wakazi wa manispaa ya Geita mkoa wa Geita wanashikiliwa na Jeshi la Polisi mkoani humo kwa tuhuma za kujifanya ni maafisa wa polisi na kuwalaghai wananchi kwa kuwaibia pesa na mali zao kisha kukimbia. Wanaume hao wamekamatwa baada ya Jeshi la Polisi mkoani humo kubaini uwepo wao na kuweka mtego ambao walifanikiwa kuwakamata wakiwa wana mrubuni mwananchi mmoja shilingi elfu ishirini na tano kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Jeshi la Polisi mkoa wa Geita imesema na hapa na nukuu, Jeshi la Polisi mkoa wa Geita linawashikilia Ismail John mwenye umri wa miaka 25 na Bosco John miaka 28 bodaboda wote wakazi wa manispaa ya Geita kwa tuhuma za kujifanya maafisa wa polisi. Watuhumiwa hao wamekamatwa Aprili 7 mwaka huu majira ya saa mbili usiku katika mtaa wa Samina uliopo kata ya Mtakuja wilaya ya Geita baada ya jeshi la polisi kupata taarifa za siri juu ya uwepo wa watu hao wawili ambao wamekuwa wakijifanya maafisa wa polisi baada ya kuwalaghai wananchi kisha kuwaibia pesa na mali zao na kukimbia. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi liliweka mtego uliofanikisha kukamatwa watuhumiwa hao wakiwa katika mtaa huo wakifanya vitendo hivi vya kihalifu huku wakiwa wamepora shilingi elfu ishirini na tano kwa mwananchi mmoja ambaye jina limehifadhiwa. Watuhumiwa hawa wamehojiwa kwa mujibu wa sheria na wamekiri kujihusisha na vitendo vya kihalifu ikiwemo kujifanya maafisa wa Jeshi la Polisi katika maeneo mbalimbali mkoa wa Geita. Taratibu za kisheria zikikamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani kwa kujibu tuhuma zinazowakabili. Jeshi la Polisi mkoa wa Geita linatoa onyo kwa mtu yeyote ama kikundi kujifanya maafisa ama watumishi wa serikali kwa lengo lolote lile waache mara moja, na atakayebainika atachukuliwa hatua za kisheria. Na huo ndo mwisho wa kunukuu taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Geita. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisa Msuya.